Bitahiyati ahliljanna tahiyatu lislam wa tahiyatu liman ala wahiya salamu llahi alaikum warahmatuhu wabarakatuh, ndugu zangu Waislam na wapenzi katika iman, kokote pale mlipo juu ya uso wa dunia ninakuamkieni maamkizi mema kabisa, maamkizi ya watu wa peponi, maamkizi ya Kiislamu. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu na rehma zake na baraka zake. Ndugu zangu waislam na wapenzi katika imani, leo kwa idhini yake Allah, subhanahu wa ta'ala, nitawafundisha dua kwa wale ndugu zangu ambao wana madeni kemukemu katika maisha yao Madeni yanaweza kawa katika hali mbili. Hali ya kwanza ni mwenye kudai na hali ya pili ni mwenye kudaiwa, ingawaje anayekwenda puta na kuhangaika ni yule ambaye anayedaiwa. Kudaiwa ni jambo baya ndugu yangu mpenzi, unayenitazama na kudaiwa ni jambo zito sana ndugu yangu mpenzi, unayenitazama. Kukopa kupo katika Uislamu, na kukopa ni halali katika Uislamu, lakini kurejesha deni ni lazima ama kurejesha amana ya watu ni lazima. Kwa ndugu yangu Mwislamu, vyovyote vile itakavyokuwa, hali yoyote itakayokuwa itakayokupelekea wewe kukopa, kaa ukifahamu ya kuwa kulipa deni la watu ulilolikopa si hiari yako bali ni lazima, sheria inakutaka uweze kulipa deni la watu, na ndiyo maana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama aligoma kabisa kumsalia mmoja katika masahaba zake ambaye alikufa hali ya kuwa anadaiwa deni la watu. Na hata sisi, wakati wa mazishi tunapozikana katika misiba yetu, ndugu zangu Ndiyo pale utaona mtu anasimama na kuuliza kabla maiti haijasaliwa, nani anayemdae marehemu au anayedaiwa na marehemu? Kwa maana marehemu akiwa anadaiwa ama marehemu akiwa anadai, anatakiwa kwanza madeni yake yalipwe ndiyo aweze kusaliwa. Ndugu yangu mpenzi Muislamu, Uislamu wetu mtukufu kwa kuijua dhiki ya deni na kwa kujua uzito wa deni ulivyo katika Qurani Tukufu, Allah subhanahu wa taala, katika wale aina nane za watu wanaostahiki kupewa zakaa, akawekwa na mwenye kudaiwa. Allah subhanahu wa taala anasema, innama sadaqat lilfuqarai walmasakin wlamilina lyha walmullafat qulubuhum wafi riqab wlgharimuna wa fi sabilillah. Hapa Qurani tukufu inaonyesha aina nane za watu wanaostahiki kupewa zaka, miongoni mwao ni wale ambao wana madeni, la yastatiuna qadaaha, hawawezi kuyalipa madeni hayo Ndiyo maana Uislamu wetu mtukufu ukaweka moja katika sababu za mtu kupewa zaka ni pamoja na madeni kumzidia. Ndugu zangu Waislamu, wako baadhi yetu wanakwenda kukopa mikopo ya riba. Naomba niwaambie mikopo hii ni haramu, naomba niwaambie mikopo hii ni haramu. Kukopa mkopo wa riba ni haramu. Hivi sasa tuna mataasisi mbalimbali kazi yao ni kukopesha watu na watu wanalipa kwa riba. Riba ni haramun, riba ni haramun. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama anatuambia dhambi ndogo kabisa anayoipata mwenye kula riba uzito wake ni sawasawa na mtu kuvuka mipaka yote na kuvunja miko yote na kumwingilia kimwili mama yake mzazi. Ni maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa dua hii nitakayowafundisha leo, ndugu zangu, haikuhusu wewe uliokopa mikopo ya riba. Kichwa sasa inakuzunguka akili, inakutembea unawaza, lini nitamaliza mkopo huu wa riba. Dua hii haiwezi kukusaidia baba yangu kwa sababu gani? Allah subhanahu wataala kisha tangaza wazi kabisa vita baina yake na baina ya wale wanaoihudumia huduma ya riba katika jamii. Na Allah subhanahu wataala ameshapanga na ameshasema, hata kama utakuwa ni bilionea ukaingia katika miko mikopo ya riba, wallahi utaporomoka, utaporomoka, utaporomoka, kisha utaporomoka. Allah ametangaza wazi vita na wenye kula riba. Kwa ndugu yangu muislamu na mpenzi katika imani, wakati mwingine mikopo utashindwa kuweza kuilipa kwa sababu una laana ya Allah subhanahu wataala, kwa kitendo cha kwenda kuchukua mikopo ya riba ama kuwakopesha watu mikopo ya riba, waliyadhu billahi min dhalika. Lakini wewe ndugu yangu ambaye umekopa mkopo wa kawaida, maskini, mkopo umekuelemea Mkopo unakushinda, mkopo unakunyima usingizi, maskini ya Mwenyezi Mungu, mkopo unakunyima raha, mkopo unakunyima amani. Naomba nitegee leo sikio, ndugu yangu, niweze kukufundisha hii moja katika dua muhimu kabisa zitakazo kusaidia katika kukuwezesha kuweza kulipa madeni ya watu. Na wewe mfanyabiashara, ama mtu wa kawaida, ambaye unadai watu lakini watu hawataki kukulipa. Kuna baadhi ya watu umewakopesha au umewapa mzigo wako, na unaona kabisa wana uwezo wa kukulipa lakini, hatimaye ulimkopesha kwa wema, akaja na maneno mazuri lakini sasa hivi anakutukana matusi ya nguoni, anakufedhehesha kwa namna ambavyo ulivyomsaidia kumtoa katika magumu, ukamkopesha kiasi chako ama ukamkopesha mzigo wako. Leo anakuona ni takataka, unanuka kupita kiasi. Sasa wewe nawe pia, dua hii, ndugu yangu mpenzi Muislam, itakusaidia katika kukusaidia watu waweze kukulipa madeni yako ambayo unayo wadai Vipi sasa ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika imani? unaweza kuitumia dua hii kuweza kukurahisishia we, wepesi wa kulipa madeni ya watu ama wepesi wa kulipwa madeni yako unayodai, unayoyadai kwa watu mbalimbali mbali ambao hawataki kukulipa na hawaoneshi nia yako kulipa. Cha kwanza kabisa, ndugu yangu Muislamu, huwa mimi napenda kuwaambia watu Hakuna jambo kubwa katika hii dunia kama kuutumia usiku. Usiku una, una faida kubwa, ndugu yangu muislamu. Usiku una maajabu makubwa, ndugu yangu muislamu. Usiku una siri kubwa, ndugu yangu muislamu. Wengi waliofanikiwa katika ndugu zetu waliotangulia ni kwa kuwa waliutumia vyema usiku. Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni, ni mwenye kuwajibu maombi yao. Sasa hapa nitakufundisha rakaa mbili, rakaa za ajabu kabisa ndugu yangu muislamu, rakaa zenye maajabu makubwa ndugu yangu muislamu, rakaa mbili ambazo zitakutoa katika msongo wa mawazo ya madeni na kukuleta katika faraja, imma ya kulipa madeni ya watu ama ya ku eh, ya kulipwa madeni unayowadai watu mbalimbali ambao unashirikiana nao mashirikiano mbalimbali, aidha kibiashara ama miamalati mingine ya kawaida. Sasa, ndugu yangu muislamu, amka ile nisfu ya mwisho ya usiku. Nisfu ya mwisho ya usiku amka nisfu ya mwisho usiku na kusudia kuanzia majira ya saa tisa tisa na nusu saa kumi. Ukishaamka nyakati hizo ndugu yangu muislamu, hakikisha kabisa unachukua udhu wako udhu ulio sawasawa sawa, na ukioga kabla ya kuchukua udhu ni bora zaidi. Ndugu yangu mpenzi unayenitazama, oga maji yako vizuri jitaharishe vizuri, alafu chukua udhu wako. Baada ya kuchukua udhu wako, simama katika msala, alafu nuia rakaa mbili usali rakaataini lillahi ta'ala. Nia yako katika moyo ipite hivyo kwamba nasali raka mbili kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini nia yako dhumuni lako ni Mwenyezi Mungu akujalie kuweza kulipa madeni ya watu ama kulipwa madeni unayowadai watu. Sasa hapa utasali raka mbili. Raka mbili, raka ya kwanza utasoma Suratul Fatiha na qul ya ayyuhal Kafirun na rakaa ya pili utasoma Suratul Fatiha na qul huwa Allahu ahad. Sasa pahala pa muhimu katika hizi rakaa mbili ulizozisali ndugu yangu muislamu ni pale utakapokuwa upo katika sijida, hasa ile sijida yako ya mwisho pale ndipo pahala pa wewe sasa kuitumia dua hii mujarrab kabisa, ambayo Allah subhanahu wa taala atakukidhia haja zako za madeni unayodaiwa ama madeni unayodai. Sote tunafahamu aqrabu ma yakunu alabdu inda rabbihi wa huwa fi sujud, sehemu ambayo mwanadamu anakuwa karibu zaidi na Mola wake ni pale anapokuwa yupo kwenye kusujudu. Mdomo wako ndugu yangu muislam, inakuwa karibu zaidi na masikio ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ama sikio la Allah subhanahu wa ta'ala linasikia yale maneno yako zungumza sikio, sina maana kwamba Allah ana masikio yenye maumbile kama haya la hasha, na kusudia kuwa Allah kwa sifa yake ile ya kukusikia, kwa maana yupo karibu zaidi na wewe na anakusikia kile ambacho unachomuomba. Sasa utakapokuwa upo katika sikda yako ndugu yangu Muislam, baada ya kuleta zile tasbih za kwenye sikda, subhana rabbiyal a'la wabihamdihi subhana rabbiyal a'la wabihamdihi subhana rabbiyal a'la wabihamdihi. Ukimaliza ndipo sasa utaileta hii dua ndugu yangu Muislam, naomba iandike katika moyo wako na iandike katika ubongo wako ikiwa wewe ni muathirika wa madeni, unateseka na madeni, unadaiwa madeni mbalimbali mbali,

Fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyil azim. Maneno mujarrab kabisa, ndugu yangu muislam. Haya maneno mazito kabisa haya, ndugu yangu muislam, maneno yenye siri za maajabu kabisa haya, ndugu yangu muislam. Ukiyasema katika sijida yako haya maneno, usiku wa manane, ukiwa umesujudu Unamwomba Mwenyezi Mungu, jua kabisa, Allah atakujalia utaweza kulipa madeni ya watu, ama wewe kulipwa madeni yako unayowadai watu mbalimbali mbali. Ya qadhiya ad-duyun wa man khazainuhu baina lkafi wannun fa innahu la hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim.

Wala sikwambii kwa idadi ngapi, usome maneno haya, yalete kwa wingi, yalete kwa wingi, yalete kwa wingi, yalete kwa wingi katika sijida yako pale ulipokuwa umesujudu, kwa idhini yake Allah subhanahu wa taala. Ndugu yangu Muislam, Allah atakukidhia madeni yako, Allah atakuondoshea madeni yako, Allah ataku, atakujalia wale wasiokulipa waweze kukulipa madeni yako inshallahu taala. Kwa ndugu yangu Muislam, amka usiku

unaleta istighfar mara mia moja unamsalia mtume Muhammad mara elfu moja mia tano na sabini na tano katika usiku wako huo. Ndugu yangu Muislam, hii ni mujarab kabisa kabisa katika kukusaidia kulipa madeni ya watu, ama wewe kulipwa madeni unayo wadai watu. Na hii naomba nikupe faida moja, utaratibu wa ibada hii nilokupa ndugu yangu Muislam, hata kama sababu ya wewe kutoweza kulipa madeni ya watu ni uchawi umerogwa na watu, watu wamekurogwa ili udhalilike, unadaiwa kila kona, hauna pahala hata sehemu moja kwenda kubisha hodi ukasaidiwa, namna ambavyo unanuka kwa madeni, ama umeandamwa na madeni, ama watu ukarogezewa biashara yako ife kwa watu kuingia, uzito wa kukulipa. Kuna baadhi ya mtu anamkopesha mtu pesa yake, kamkopesha ama biashara yake amemkopesha, na yule aliyekopeshwa anajiona na uwezo wa kumlipa kabisa, na mi sipendi kukaa na madeni, lakini cha ajabu na cha kushangaza anajikuta ni mzito kabisa kabisa kumlipa mtu yule anaweza akapanga pesa hii niliyoipata kesho nikamlipe huyu deni lake, lakini ataingia uzito, ataingia uzito mpaka anashindwa kulipa deni ile. Wakati mwingine, ndugu yangu Muislam, uchawi imewekwa maalum pale, inafanya mtu kuwa mzito kulipa madeni ya watu, ana watu kujisikia uzito kukulipa madeni yako. Sasa swala hii niliyokufundisha, pamoja na hii dua, hata kama una vifungo vya uchawi kwa idhni ya Allah subhanahu wataala, dua hii inafungua hivyo vifungo vya uchawi na inafungua mafundo yote ya uchawi yaliyofungwa ili udhalilike katika jamii, ili heshima yako ishuke katika jamii kwa kushindwa kulipa madeni madeni ya watu. Namwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wataala atupe taufiqi na atujalie kila lenye kheri na kila lenye baraka na kila Muislam kila Muislam ambaye kila Muislam ambaye anadaiwa, Allah amjalie insha Allahu taala aweze kulipa madeni yake, na wale ambao wanadai, Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi, waweze kulipwa madeni yao. Namomba Allah atujalie min alladhina